Wazazi wa sasa na wajao waseme Amen. Watoto wako nyumbani hakikisha akili zao haziwazi levo yenu ya maisha. Wafundishe kuwaza kuu unakotamani wafike, tangu wakiwa watoto wadogo. Waone maisha ndiyo hivi. Maisha ni kufikiri ambako hatujafika, sio kufikiri tulipo. Ongea nao mambo ya kuchukua nafasi kwenye taifa. Usiwape namna nyingi za kufikiri nje ya ukuu. Ukimwamini mtoto wako wewe kwamba ni mkuu, ukawa persuaded kabisa ndani yako kwamba hatima yake itakuwa ni kubwa, na ukaanza kumwexpose kwa mambo ya ukuu, atayapokea kama kweli ya maisha yake. Usimwambie tu wewe ni wajuu, utakuwa mkuu, afu we mwenyewe ukimwangalia unasema mm. kwa kweli Mungu asipoingilia kati Yaani unamwongelesha hayo mambo ya ukubwa, lakini moyoni umeshakata tamana, hauna tone la imani juu yake. Don't do that, be convinced kwamba uzao wa mwenye haki utatawala, kwa hata kama dalili zinaonyesha kichwani hamnazo sana, nati hazishikani vizuri, ndo unazishikanisha sasa. Lazima uamini katika hatima ya mtoto wako, you have to believe that. Amini kama ilivyowekwa kwenye moyo wako na Bwana, sio kama uhalisia wa maisha yake ulivyo sasa, then be speaking upon him, na unaanza kuwaexpose kufikiri mambo makubwa. Wewe watoto wako ukiwa expose kwenye TV wanaangalia takataka. Akili ya mtoto ilivyotengenezwa inaweza kuwa entertained, inaweza kuburudishwa hata na vitu ambavyo sio vya hovyo, kama akifundishwa kuvielekea hivyo, kama ndio vitu vya maisha. Aliyesema wote lazima tuburudishe watoto wetu kwa kuwafanisha vitu kwa nani? Unaanza kuwajengea hizo tabia za ukuu tangu akiwa watoto wadogo. Wewe kila siku unachojua ni kuwapa tu watoto mama, naomba hela eh, shingapi? Haufuatilii hizi hela unazo kupaga, hauweki hata kaakiba. It's a discipline ambayo mtu akijifunza tangu utoto, ishu ya kusefu haiwezi kuja kuwa tatizo kubwa. Fundisha mtoto kwenye hela unazo kwenye hizi hela kuna fungu la kunu kuna akiba kanao pale. Siku nyingine hivi mnaangalia tu hivi ma project ya kutengeneza maroketi, hawataboeka kwa kuangalia mavitu makubwa ukiwafundisha kwamba ndio mavitu ya kuangalia. Walete watoto wako kwa mchungaji siku moja moja, tengeneza nafasi na, na pasta, baba naomba nikuletee watoto wangu. Atajua yeye atafanya nao nini. O, watoto wako wamezungukwa na watu ambao hawana kitu cha kuwaambia kuhusu ukuu. Mtoto akijitahidi kusoma sana, naambia wewe unataka kuokoa taifa, unasomea kijiji, huyo ni mjomba huyo. Kila jitihada aliyonayo kwa asili ya kutaka kuwa mtu bora inazimwa. Usipokuwa intentional wewe kuyamsha hiyo mbegu ya upekee, atakuwa wa kawaida. Kuwa intentional kwamba mimi mwanangu atakuwa wa kipekee. Ndio maana hata kutumatuma watoto atumi kwa kila mtu.